Hatua hiyo ya jeshi la polisi inakuja kufuatia siku chache zilizopita kuripotiwa kwa matukio kadhaa ya mauaji ikiwemo tukio lile la mwanafunzi wa darasa la sita aliyefahamika kwa jina la Suzana aliyebakwa kisha kuuawa kikatili, pamoja na lile tukio la mfanyabiashara wa mazao katika eneo la Gendi aliyeuawa kikatili na watu wasiojulikana, sambamba na tukio la mauaji la kijana mwendesha pikipiki aliyeuawa kisha usafiri wake kuchukuliwa na watu wasiojulikana. Sanjari na matukio hayo, pia tukio la Galapo la kijana kumuua mama yake mzazi kisha naye kuuawa na wana wananchi wenye hasira kali, matukio ambayo yameleta simanzi na sintofahamu miongoni mwa jamii kwa kipindi hiki kifupi cha miezi miwili. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Manyara, SACP Ahmed Makarani, ameeleza kuwa hatua hiyo inalenga kupeleka huduma za polisi karibu zaidi na wananchi, hasa katika maeneo ambayo hakuna vituo vya polisi Kituo hichi cha polisi kinachotembea, lengo kuu la kituo hichi kuwa linakuja ku, ku, kuongeza nguvu katika kazi za kituo, vituo vya polisi, yaani linaongeza nguvu yani, to intensify kazi za polisi. Hiyo ni moja. La pili kuongeza nguvu katika kazi za kiupelelezi, na tatu naweza kutumika kama kituo kwa ajili ya ya operesheni mbalimbali mbali za kipolisi. Chanzo kikubwa ambacho kinapelekea haya matukio kufanyika ni ulevi ambao wa kukithiri, watu wanakunywa pombe kupita kiasi, lakini jengine ambalo tumeona ni ambalo linaonyesha kwamba matukio haya jamii ina haba, yani ina, ina inayavumilia pale ambapo jamii inapatanisha huko mitaani, na hili tumelizungumza na ndiyo chanzo hasa cha kutaka kuanzisha utaratibu wa e, vituo vinavyotembea kwa upande wake, mkuu wa polisi wilayani Babati OCD Ernesta Mwambinga ameeleza kuwa huduma hiyo mpya itasaidia pia kutoa elimu kwa jamii kuhusu haki zao na namna ya kushirikiana na vyombo vya dola katika kudhibiti uhalifu. Kituo cha polisi kinachotembea kama kinavyojieleza ni kituo ambacho kinahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ambapo kitatoa huduma kama zile zinazopatikana katika vituo vya polisi vya kawaida. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ufunguaji wa kesi, kupokea taarifa za uhalifu na wahalifu, pamoja na doria na misako katika maeneo husika. Zainabu, Idi Isa, Mustafa pamoja na Zakaria Dengai ni baadhi ya wananchi walioeleza furaha yao baada ya uzinduzi wa mobile police station. Kwa upande wangu, naona huu mpango wa mobile police station itakuwa ni nzuri, kwa sababu mambo mengi ya ukatili yanayotokea, yawezekana wengine hatufahamu mahali pa kuyapeleka, lakini leo hii tumepata fursa hapa hapa. Kwanza tunashukuru kuwa na kituo kinachotembea katika kata ya Kashi itawasaidia wananchi kwa sababu watakuwa wako karibu na kituo, habari za kutoa za uhalifu zitafika kwa wakati. Huu mradi au hii programu ya kituo cha polisi ambacho kinatembea kwa wananchi wa kata ya Kashi kitawasaidia sana, hususani hasa kutokana na mambo mbalimbali ambayo yanafanyika kwenye, kwenye hii kata hasa vitendo vya ukatili ambao wanafanyiwa wakina mama hata watoto kwa hiyo inakuwa ni njia rahisi sana ambavyo inaweza ka, ika, ikafanya kuweza kuwa na utatuzi kwenye matatizo ambayo yanatokea kwenye, kwenye hii kata yetu ya Kashi. ya kutoka Babati mkoani Manyara, jina langu ni Marcel Lazaro, na hii ni Clouds TV.